Waziri wa kawi Opiyo Wandayi azuru shule ya upili ya wasichana ya Isiolo kuzindua mradi wa gesi ya kupikia. Waziri katika wizara ya kawi Opiyo Wandayi akiandamana na katibu katika idara ya petroli Mohamed Liban wamezuru kaunti ya Isiolo kuzindua mradi wa gesi ya kupikia katika shule ya upili ya wasichana ya Isiolo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, waziri Wandayi ameahidi kuendeleza mradi huo katika shule mbalimbali humo nchini, akisema kuwa ni kuboresha na kurahisisha upishi wa haraka na pia utunzaji wa afya binadamu kwa kutumia kawi safi.

Vilevile vile waziri huyo amesema kuwa serikali kuu kwa ushirikiano na shirika la umeme vijijini na nishati mbadala REREC imetenga kwenye bajeti ya mwaka huu shilingi milioni 715 na, na shilingi milioni 570 kwa ushirikiano na kampuni ya KPLC ili wananchi mashinani wafikiwe na umeme katika jimbo hili la Isiolo. In terms of electricity projects. Nilisema kule Isiolo Boys taasisi yetu ya REREC katika hii financial year imetenga pesa taslimu shilingi milioni 715, katika hii kaunti peke yake. Vile vile taasisi ya Kenya Power imetenga pesa taslimu shilingi karibu 570

Kwa upande wake katibu wa idara ya petroli Mohamed Liban ametaja mradi huo wa kawi safi shuleni utaboresha mazingira ya shule hiyo kupitia matumizi ya kawi safi wakati wa kuandaa chakula. Sisi katika Ministry of Energy and Petroleum tulipeleka cabinet memo through our CS ili Tuone tutahifadhi environment yetu namna gani? Na, na njia moja ya kuhifadhi hiyo environment is exactly what we are doing today for public schools. Kwa sababu katika shule ni makaa tunatumia, sio kuni tunatumia, na hizi zote zinatoka kwa misituni. Hapa kwa shrubs yetu. Apart from cutting down the trees. Here it is not even good for our health. Sasa watoto walisema Eh, ile moshi ambayo inatoka inaharibu chest, inaharibu suit na kabla hii mpango tulifanya Madam Principal, leo tumeona mabadiliko kubwa sana, hata katika kitchen ile usafi, both staff na environment as it is. Ndio tukasema, kupanda tunapanda, lakini pia tutaweka environment yetu safi. Hayo yakijiri, mwalimu mkuu wa shule hiyo Halima Godana ametoa shukrani kwa waziri kuzinduliwa kwa mradi huo ambao utabadilisha taswira wakati wa shughuli za jikoni.

Nikiripotia runinga ya Waso langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.